Tukiendelea tena katika darsa yetu ambayo inahusiana na malezi ya nafsi kupitia katika Alhikama Al Ataiya, hikma ambazo zina faida kubwa sana na zina umuhimu sana katika maisha yetu kwa sababu ndani yake zimesheheni faida mbalimbali mbali na mafundisho mbalimbali na miongozo mbalimbali ambayo inahusiana na namna ya kuweza kutibu nafsi zetu na kujua zile kasoro ambazo zimezunguka ndani yake. Kama tulivyozungumza katika darasa ya nyuma ya kwamba nafsi ni kitu khatari sana, ni kitu ambacho kimejaa maradhi mengi sana. Lau kwamba mtu atakuwa anazembea mambo hayo, basi yanaweza yakampelekea pabaya. Kwa hiyo, tukiangalia katika hizi alhikamu alataiya, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tutaweza kupata faida mbalimbali mbali ambazo zinahusiana na jambo hili la kulea nafsi.

Katika alama ya mtu kuegemea katika matendo ni kupungukiwa na matumaini wakati yanapotokezea makosa au kasoro. Nini maana ya hikma hii? Al-amal hapa, matendo maana yake inakusudiwa al-amalu salih, yani matendo mema. Imam Ibn Ataillah Sakandari anatuambia kwamba katika alama moja ya kuonyesha kwamba mtu anategemea matendo yake yale anayoyafanya, yale katika matendo ya kheri na mema basi ni ile kupungukiwa na matumaini wakati yeye anapofanya makosa. Sasa hii maana yake ni kwamba mtu anatakiwa afanye matendo mema, na hii ndiyo dawa ya Qurani Alkarim. Qurani imekuja kutulingania sisi kufanya matendo mema. Allah subhanahu wa taala katika aya mbalimbali katika Qurani anatuhimiza tufanye mambo mema, mfano Allah aliposema

na mtume wake na waumini pia watayaona hayo matendo. Kwa hiyo, hapa inakusudiwa kwamba mtu ajitahidi katika kutenda mema, lakini yale matendo mema yale yasije yakamhadaa, yakamfanyia, yakamwingiza ghururi. E, ghururi maanaake kuhadaika na yale matendo, akahisi kwamba yale matendo yale ndiyo ambayo yatakayokwenda kumpatia daraja kubwa na kumpatia nafasi kubwa na kumfanya kwamba yeye astahiki kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa taala. Haitakiwi muislamu kufikiria hivyo, na wengi katika sisi tunakuwa tuna fikra kama hiyo, tunahisi kwamba yale matendo mema ambayo tunayoyafanya yale ndiyo ambayo yatakuja kuwa ni thamani ya mtu kwenda kuingizwa katika pepo ya Allah Subhanahu wa taala mpaka mtu anaweza akafikiria kwamba yeye tayari kashastahiki kwenda kuingia katika pepo, kwa sababu yeye ni mcha Mungu, kwa sababu yeye kila siku anaswali, kwa sababu yeye anatoa sadaka, anatoa mali nyingi sana katika kusaidia watu na kusaidia Uislamu. Sasa inaweza ikampitikia kila mmoja wetu ya kwamba labda yale matendo tunayoyafanya, yale ndio yanatufanya kwamba sisi tupate manzila kubwa na kustahiki kwenda kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwislamu anatakiwa aondoe fikra hiyo, bali mwislam anatakiwa aamini ya kwamba yale matendo anayoyafanya ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lau kwamba Mwenyezi Mungu hakutaka kuyafanya yale matendo, asingeweza kuyafanya. Hebu tujiangalie ndugu zangu Waislamu, wakati sisi tunapofanya matendo, unapokwenda msikitini kuswali wewe, basi kila haraka ambayo utaifanya tokea unatokea nyumbani kwako mpaka msikitini, hakuna haraka yoyote utakayoifanya isipokuwa ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kakuwezesha kuifanya haraka ile. Kwa hiyo ile kwanza, mtu kufikiri kwanza, ile mtu kujaliwa kwamba wewe ni Muislamu. Nani ambaye kakujalia kwamba ukawa ni Muislamu? ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye ikakuwezesha wewe ukatoka nyumbani kwako ukafikiria kwamba ukaswali ni Allah subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye alikuwezesha wewe ukaweza kutembea kutoka nyumbani kwako mpaka msikitini kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada swala ni Allah subhanahu wa Ta'ala. Nani ambaye ikakupa afya ya kuweza kufanya hizo harakati ambazo unazifanya katika ibada zako asiyekuwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunachokifanya ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yale matendo yenyewe, kumbe ni tunuku kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema e, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Hakuna yoyote katika nyinyi ambaye atakwenda kuingizwa peponi kwa sababu ya matendo yake.

Kwa hiyo ndugu zangu, mtu anatakiwa awe makini sana katika masala haya, kwa sababu ni masala ambayo yanaweza kupenya katika nafsi na mtu ikawa ahisi kwamba yeye tayari kashatawaliwa na maradhi kama haya. Mtu hatakiwi kufanya alijabu bil a'mal, yani mtu akahisi kwamba labda akafanya matendo mengi sana ambayo yatamfanya kwamba yeye labda astahiki kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Ilikuwa kuna mjakazi mmoja ambaye alikuwa ni mtu mwema, alikuwa anaishi katika familia fulani. Yule mjakazi wakati e, wa usiku katoka kenda kufanya ibada zake. Yule bwana wake akatoka, akawa anamsikiliza vile ambavyo anavyotamka katika dua zake zile na katika ile kunyenyekea kwa Allah wa subhanahu wataala. Basi yule mjakazi akawa anasema: Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu bihubbika, as'aluka bihubbika li na kuomba kwa mapenzi yako kwangu mimi, antusaidani, uingize furaha katika nafsi yangu, wa antuafiani, na unipe afya, ewe Mwenyezi Mungu wa antukrimani, na unikirimu ewe Allah. Sasa yule bwana wake, wakati alipokuwa anamsikia anatamka maneno yale, akamwambia ma hadha tadalluli, ni ku, kujipendekeza na kujidekeza namna gani unavyofanya wewe e, kwani umejuaje kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda wewe? Kwa nini usiseme Allahumma inni as'aluka bihubbi laka useme ewe Mwenyezimungu, hakika mimi nakuomba kwa sababu ya mapenzi yangu kwako wewe, wala usiseme ewe Mwenyezimungu, hakika mimi nakuomba kwa mapenzi yako kwangu mimi. Basi yule mjakazi akasema maneno haya, laula hubuhu lama aikadhani fi hadhihi saa, lau kwamba Mwenyezimungu asingenipenda basi asingeniamsha katika wakati huu nikamwabudu. Kwa hiyo kumbe, yale matendo ambayo tunayoyafanya, matendo amba ya kheri, yale ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, na kwa sababu ya taufiki ya Allah subhanahu wataala. Ndio maana mtu anatakiwa ujihisi kasoro katika kila unachokifanya na uhisi kwamba kila ambacho unachokifanya katika mambo ya kheri ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio ambaye kakujalia kufanya hivyo. Kwa hiyo usije ukafikwa na ijabu ukajiona kwamba wewe labda ni bora kuliko wengine, au ukahisi kwamba yale matendo yako ndiyo yatakupa dhamana kwamba wewe ukaingizwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kakuumbeni nyinyi na kayaumba yale ambayo ya ya mnayoyatenda, ya ya ya ya. Kwa hiyo al-Imamu Ibnu Ata'illahi al-Sakandari anaona au anatufahamisha kwamba katika alama moja ya mtu kutegemea matendo yake na akayahisi yale matendo yake ni ile mtu anapofikwa na makosa basi anakuwa yeye anakata tamaa kutokana na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kwa sababu labda alifikiria yale matendo ambayo alikuwa akiyafanya mwanzo ni kwa sababu ya uwezo wake, uwezo wake na ujanja wake. Kwa hiyo anapofikwa na makosa basi anakuwa Yani, yadhalu ya munkasiran anakuwa, maana yake ya isan min rahmatillah, anavunjika moyo, anakata tamaa kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini muislam ambaye anajua kwamba kila kitu ni kwa sababu ya tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ikiwa atafanya mema ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Taala ndiye ambaye kakadiria, ndiye ambaye kampa tawfiki, basi huyu anapoingia katika dhambi au makosa anakuwa hakate tamaa, pale pale anarejea kwa Mwenyezi Mungu, huku anatarajia katika moyo wake ya kwamba ile dhambi ambayo ukaifanya hata kama itakuwa ni kubwa kiasi gani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataisamehe dhambi ile. Ya nafsu la taknati min zallatin azmat, ewe nafsi usikate tamaa kutokana na dhambi ambayo ni kubwa, innal kabaira fil ghufrani kalamami, hakika madhambi makubwa katika msamaha wa Mwenyezi Mungu ni kama madhambi madogo. Kwa hiyo khulasatul kalam, ufupisho, ndugu zangu, tunatakiwa katika kupitia katika hikma hii, mtu anatakiwa afanye matendo mema, jitahidi katika matendo mema, lakini matendo yale yasije yakasababisha yeye akahisi labda ndiyo sababu au ndiyo thamani ambayo atailinganisha na kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana na starehe zake hazimaliziki, na starehe zake hazina kikomo. Huwezi kuzilinganisha na matendo ambayo wewe umefanya, matendo ambayo yana kikomo, matendo ambayo ndani yake kuna kasoro nyingi, matendo ambayo hukuyafanya wewe mwenyewe, bali umewezeshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. nasalullah subhanahu wa ta'ala